Yoyote anayeshawishi kwa pesa, anayetaka kuwafungia, anayewapa chakula na fedha, chukueni. Mkishachukua njooni kwenye uchaguzi, chinja men men, kwa sababu jua tu amepata wapi pesa. Yaani kapata wapi pesa za kununua kura? Ananunua kwa ajili gani? Kwa nini ananunua matatizo? Kwa sababu kuwa kiongozi wa chama cha upinzani ni matatizo. Kwa nini ananunua matatizo? Anapata wapi pesa? Yaani maka mtu anataka kuwa makamu mwenyekiti, kwa nini ananunua kura? Kwa nini ananunua kura? Kwa nini ananunua kura? Na vile vile naomba wajumbe watakapokuja kufanya uchaguzi wamchague H John H John H John kuwa makamu wetu wa mwenyekiti. Mimi ningekuwa na mamlaka ya kichama kabisa, yale mamlaka ya kichama, Wenje hakutakiwa kuwa mwanachama wa Chadema leo. Mimi ningekuwa naweza nikashawishi mamlaka ya kichama, Wenje hakutakiwa kuwa mwanachama wa Chadema leo. Hichi alisema na mimi narudia, katufikisha hapa yeye, na ndo tukaanza kuona chama kinaporwa hiki hiki, chama kinaumizwa hiki hiki chama kinaumizwa hiki hiki chama kinaumizwa, na ndo Lissu akaamua kufanya maamuzi ya kufanya ya kuchukua fomu kulinda chama. Lissu amefanya maamuzi ya kuchukua fomu kwa sababu tumekuwa na mashaka kwamba chama akiendi vizuri. Nimesikia kuhusu diaspora, nataka niwatetee diaspora. Hivi kweli leo leo chama hiki ni cha kuwasema vibaya diaspora? Diaspora maanake nini? Diaspora maanake nini? Diaspora maana yake ni ni wa, wa, wa, wa, watu wanaoishi nje ya nini ya nchi zao. Mwenyekiti alikuwa jela, Dia, mi, mimi na diaspora tuko organize maandamano Washington, New York. Hata kama walikuwa watu 60 lakini walipeleka message. Hawa watu pengine watarajia hata siku moja kula mezani kwa mwenyekiti. Heshimuni hawa watu. Mimi nikiwa nikiwa Canada, mwenyekiti akiwa ndani tumefanya mkutano na maseneta Marekani, nikaraise fund kupitia ma diaspora, tukamkatia, tukampa Lisu ticket na accommodation kuja Marekani, tukafanya vikao na maseneta na hawa diaspora, wakiwemo Kinalibe, kuweka shinikizo. Tuliweka mashinikizo mengi, tulikuwa tunamsafirisha Lisu kwa pesa ya diaspora, nenda Ujerumani, nenda Uingereza, nenda wapi, kaongea na mabunge kaongea na watu. mimi nimekutana na diaspora karibu wote wa Kanada, naongea nao kuhusu hali ya kisiasa nchini. A watu wamesaidia mwenyekiti kuwa wazi. A watu waliandika barua kwa wabunge wao.